Kuna baadhi ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye mataifa kadhaa ama wanafanya vizuri zaidi kwenye mataifa yao, na huenda sometimes wakazingatiwa kutokana na maswala mengine kabisa nje na muziki, upande wa matendo ya ajabu ambayo wanahusika ama wanayafanya moja kwa moja. Sasa kuna huyu mwigizaji, mwimbaji wa muziki na pia nguli upande wa masuala ya urembo, anaitwa Jessica Simpson ambaye amezua gumzo baada ya kuweka wazi kupitia kwenye ukurasa kwa Instagram ya kuwa amekuwa akitumia madawa ya Kichina ambayo yana mchanganyiko wa mbegu za kiume za nyoka ili tu kuweka sauti yake vizuri. Msanii huyo mwenye umri wa miaka 44 ambaye aliacha kujihusisha na masuala ya kimuziki tangu mwaka 2017, na hii ni kufuatia uraibu wa matumizi ya pombe kupitiliza ni hivi karibuni ameanza kuwa serious upande no wa muziki hasa ata kufanya shows kadhaa. Hii ni video ambayo alishia mwenyewe akisikika akisema kuwa watu wengi wamekuwa kishangazwa ni nini ambacho anatumia ama anakunywa kwa sababu kikiangalia, akimaanisha kopo ambalo alikuwa amelishika na anakunywa kwa mdomo. Kama video hii ambavyo inaonesha ni kama ni madawa ya kichina, lakini mwenyewe kuweka wazi, kwa kifahamu ni nini ambacho kimo ndani ya dawa husika lakini tu ni recommendation ambayo alipewa na mwalimu wake wa sauti. Kwamba anapaswa kutumia na alipo google ingredients, ndipo akafahamu ya kuwa kwenye mchanganyiko wa vitu ambavyo vinapatikana kwenye hii dawa husika ni pamoja na mbegu za kiume za nyoka. Reaction mashabiki ya mashabiki ilikuwa ni kubwa sana, kila mmoja wa kusema la kwake, huku wengine wakisema kwamba huenda inawezekana kutokana kwamba madawa ya China wanajua ni vitu gani ambavyo wanachanganya lakini yeye ambacho alikuwa amesisitiza tu ni kuwa hii ni dawa ambayo, kwa mtu ambaye anahitaji kuwa na sauti walengo husika na Jessica Samson yupo hapa sikia kile ambacho anakisema kwenye video husika hii hapa ni SNS mini gen man It's it's it's like like like this chinese herb thing and, and and and I'm like, I don't know and my vocal coach told me to drink it and they googled the ingredients snake no. And no it's so, a, tea? It's like a honey